ahu wa Songwe ametoka kuzungumza hapa kamanda wetu wa mkoa RPC kwamba katika mazingira ya namna yoyote, hata katika familia unaweza kuwa na watoto watano lakini wote wasifanane tabia. Unaweza kuwa na watoto watatu lakini mmoja akawa tabia yake sio sio njema sana. We huyo unahitaji utaratibu wa kipekee wa kuweza kumrekebisha. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuwezi kujihakikishia kwamba hakuna watu ambao wanaweza wakaonesha wao kwamba wanakosa uzalendo kwa taifa letu, kwa sababu nchi yetu, wakati tunapigania uhuru, wazee wetu akina hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini akina hayati Sheikh Amani Abedi Karume, wakati kipindi hicho wanapigania uhuru, wako wa baadhi ya Watanzania wachache ambao walikuwa wanapingana na, na matakwa hayo wakati wenzao wanaelekea upande huu, wapo wengine walikuwa wanaungana na wakoloni kuweza kushawishi wengine kwamba uhuru haiwezekani. Kwa hiyo hata kipindi hichi pia wananchi waliokuwa wengi wa mkoa wa Songwe ni waelewa, lakini kama kuna wachache ambao wanaweza wakajitokeza, ndio maana nimewaambia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko tam, viko timamu na viko tayari kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Songwe wote na kwenda kufanya haki yenu kutimiza haki yenu ya kikatiba kwa amani na utulivu. Msiwe na wasiwasi, wanafuatilia kwa kila siku kila hatua, hali halisi inayoendelea katika mkoa wetu ya usalama, kwa sababu mpaka sasa viongozi vyetu vinafanya kazi kubwa, hatujaona mazingira yoyote ya kuweza kuvunja amani na utulivu katika mkoa wetu. Lakini kama kuna yeyote atakayejitokeza, na ndio maana viongozi vya ulinzi na usalama vipo, vitafanya kazi ya waliokuwa wengi wa mkoa wa Songwe wanatimiza haki yao ya kikatiba, wanatimiza wajibu wao wa kidemokrasia, lakini wanatekeleza takwa hili la msingi na kwenda kuchagua viongozi na kwenda kuwaweka madarakani, kweni waondolee wasiwasi na waondole, oh, ni waondolee hofu. Lakini ni wasihi sasa, wananchi wote wa mkoa wa Songwe, tunao wajibu mkubwa wa kuweza kushiriki katika kudumisha na kuitunza amani tuliyokuwa nayo, kwa sababu jukumu hili sio jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama peke yake, ni jukumu letu sote wa Tanzania. Ukiona viashiria vyovyote, ukimwona mtu yoyote ana dalili, ana viashiria vya kutaka kuvuruga amani ya mkoa wetu, kutaka kuvuruga amani ya Tanzania, tusifumbe macho, tusikae kimya, lazima tutoe taarifa ili hatua si ziweze siweze kuchukuliwa. Lakini tukashiriki katika mchakato huu siku zilizosalia, tudumishe amani na utulivu, lakini tukashiriki katika mchakato wa kupiga kura kwa amani na utulivu. Na ukishapiga kura kwa mujibu wa taratibu, tunapaswa kurejea nyumbani ili tuweze kusubiri matokeo, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu za kisheria vyama vyote vya siasa vina haki na uhuru wa kuchagua mawakala wao kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kuanzia mchakato unaanza mpaka hatua ya mwisho ya kutangaza matokeo. Kwa hiyo wale watakaopewa dhamana na vyama vyao vya siasa ndio wenye wajibu sasa wa kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kuweza kuwawakilisha vyama vyao. Lakini sisi wengine wapiga kura, wajibu wetu, hata mimi kwa nafasi yangu kama mkuu wa mkoa sina mamlaka ya kwenda kwenye kituo cha kupigia kura isipokuwa tu kwenda kutimiza haki yangu ya kikatiba ya kupigia kura, na nikishamaliza kupigia kura ninapaswa kuondoka kwenda nyumbani, kwenda kuendelea na shughuli zangu wakati nikisubiri matokeo ya tangazi. Kwa hiyo wananchi wote wa mkoa wa Songwe, tukishapiga kura kwenye vituo vyetu, piga kura, twende nyumbani, tukaendelee na majukumu yetu, tusubiri matokeo, matokeo ya tangazo. Ndugu zangu, amani hii na utulivu tuliokuwa nayo ni tunu adimu ambayo baadhi ya nchi wanaitamani kuwa nayo. Sisi tuna bahati kwamba nchi yetu imejengwa katika misingi imara, katika misingi bora iliyoasisiwa na wazee wetu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lakini hayati Sheamani Abedi Karume. Misingi hii ambayo imejengwa na waasisi wetu ndio ambayo inalisaidia taifa letu mpaka hivi sasa. Tanzania nchi yetu bado ina umoja. Wananchi wa mkoa wa Songwe bado ni wamoja, sisi bado tuna mshikamano, lakini hali kadhalika tuna amani ambayo ni tunu adimu sana. Katika kipindi chote cha historia nchi yetu hatujawahi kupitia katika vipindi vigumu vya kuhatarisha ustawi wa taifa letu. Kwa hiyo tunao wajibu wa kuweza kulinda tunu hizi za amani na utulivu ambazo tuliziasisiwa na waasisi wetu. Kila Mtanzania kwa nafasi yake ana uwajibu wa kuweza kulinda tunu hizi za amani katika, katika nchi yetu. Shughuli tunazozifanya, maendeleo haya tunayoyapata, ni kwa sababu ya uwepo wa amani na, na utulivu. Wakulima wanafanya shughuli zao za kilimo na kuzalita kwa tija ni kwa sababu kuna amani na utulivu. Lakini wafanyabiashara mmekuwa mkifanya shughuli za biashara mbalimbali ni kwa sababu ya uwepo na amani na utulivu wa machinga. Ndugu zangu na rafiki zangu nimekuwa nikikutana nanyi mkiwa na mizigo yenu, mnatembea kuanzia asubuhi mpaka jioni kujitafutia kipato, kwa sababu mnajua kwamba kwenye eneo letu la mkoa wa Songwe na Tanzania kwa ujumla kuna amani na utulivu. Mama lishe baba lishe, mnaamuka saa kumi na saa kumi na moja alfajiri kwa ajili ya kwenda kuandalia watu supu na kuandalia chakula, mnafanya shughuli zenu mpaka jioni, mnarudi nyumbani salama, ni kwa sababu ya tunu ya amani na utulivu. Lakini ndugu zangu boda boda, maafisa usafirishaji, ndugu zangu wa bajaji, mnaamka asubuhi mapema, wakati mwingine mnalazimika kukesha kwa ajili ya kusafirisha abiria, muweze kupata kipato kwa ajili ya maisha yenu, lakini muchangie katika maendeleo ya taifa letu mnafanya hayo yote ni kwa sababu ya uwepo wa tunu ya amani na utulivu. Wafanya biashara wa malori laini, halikadhalika kwa watumishi, wafanyakazi, wazee wangu, kila mmoja anaamka asubuhi mpaka inafika jioni akifanya shughuli zake, yote ni kwa sababu ya mazingira ya amani na utulivu. Amani ikitoweka, hakuna mtu yoyote atafikiria kufanya shughuli yoyote ya kiuchumi. Amani ikitoweka kila mmoja atatafuta kwa kukimbilia kwa ajili ya kuweza kuokoa kwanza maisha yake. Sasa tunao wajibu sasa wa kuweza kulinda tunu ya amani tuliyokuwa nayo kwa ajili ya mustakabali bora wa taifa letu. Miaka kumi iliyopita mimi nimekuwa nikisikia Tunduma, sio Tunduma iliyokuwa leo. Uongo kweli? miaka kumi, miaka kumi na tano iliyopita Tunduma ilikuwa ni eneo ambalo linasifika kwa vurugu. Tunduma ilikuwa maeneo ambayo inasifika kwa, kwa machafuko. Hakukuwa na usawi kama ilivyokuwa sasa, lakini kwa sababu wana Tunduma, kwa sababu wananchi wa mkoa wa Songwe walikubaliana chini ya usimamizi wa viongozi wenu kwamba sasa tunataka wananchi tujielekeze kwenye kutafuta pesa tujielekeze kwenye kujenga uchumi wa mkoa wetu, mpaka leo hii Tunduma tunaiona ina amani na utulivu, watu wametulia fanya shughuli zao vizuri. Hivi karibuni niliona kundi kubwa sana la wanaume wakijiita umoja wa wanaume hapa Tunduma wakitembea barabarani, wamikula suti zao nyeusi eh, ana kwa ajili ya kujadiliana kushauriana juu ya namna ya kutafuta michongo ya kupata pesa, lakini kusaidiana katika matatizo mbalimbali. Na mimi ninaomba wanatunduma nijiunge kwenye umoja huo, bila bila shaka ngekuwa na migogoro, singekuwa na watu ambao wanafikiria kujiunga pamoja kwa ajili ya kujadiliana masuala ya maendeleo. Tunduma oye! Tunduma oye! Songwe oye! Kweye ndugu zangu, tunao wajibu wa kuweza kuilinda tunu hii tuliokuwa nayo. Hatuna nchi nyingine za Tanzania na tutazikwa hapa Tanzania, lakini watoto wetu, wajukuu zetu, wataishi katika nchi ya Tanzania, kama ambavyo wazee wetu walifanya kazi kubwa ya kuijenga misingi ya Tanzania. Sisi tuliopo leo hii tuna wajibu wa kuitumikia Tanzania, kuilinda Tanzania, kuipenda Tanzania, ili tuweze kuikabidhi kwa kizazi kijacho ikiwa imara zaidi. lakini ili tuweze kufanya hivyo, maanake lazima tushikamane, lazima tuwe wamoja, lazima tulinde amani yetu, lazima tulinde utulivu tuliokuwa nao. Lakini kwa ndugu zangu vijana, nchi yetu, kwa takwimu tulizokuwa nazo, Tanzania ina idadi kubwa sana ya vijana kuliko makundi mengine yoyote baida. Katika mkoa wetu wa Songwe, kundi la vijana ni kubwa kuliko kundi lingine. Kwa hiyo vijana wenzangu, sisi vijana wa mkoa wa Songwe tumebeba dhamana kubwa, tumebeba hatima kubwa ya Tanzania ya sasa na Tanzania ya baadaye. Wazee wetu walipigania uhuru wa nchi yetu wakiwa vijana. Mwalimu Nyerere wakati anaongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanzania alikuwa kijana, lakini akina hayati Sheikh Amani Abedi Karume alikuwa kijana, lakini akina Mzee Kawawa akina Bibi Titi na wengine wote wote walikuwa vijana, waliutumia ujana wao kuweza kupigania uhuru wa kisiasa wa nchi yetu. Baada ya kutupatia uhuru wa kisiasa wa nchi yetu, wakatuachia sisi vijana tuweze kulitumikia nchi yetu, tuweze kujenga uchumi wa nchi yetu, lakini tunashukuru kwamba hivi sasa Unaona, sisi vijana mbalimbali, mimi binafsi ndio napata dhamana hii kubwa kama mkuu wa mkoa, lakini wako vijana wengine wengi wamepata dhamana mbalimbali katika nafasi mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali kwenye mashirika lakini kwenye uh, kwenye maeneo mbalimbali, kama vile kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye kata mbalimbali, hata katika kata na maeneo mengine. Lakini wako vijana wanafanya kazi kubwa kujitafutia kipato kupitia njia ya usafirishaji kwa bajaji, bodaboda natekeleza majukumu yetu ya kuweza kujenga uchumi wetu. Kwa hiyo kamwe tusikubali mtu yoyote atutumie vijana kwa ajili ya kuweza kutimiza hatima yake kuweza kutimiza ajenda yake. Tujue kwamba tuna dhamana ya kuweza kutumikia nchi yetu, tuna dhamana ya kuweza kujenga nchi yetu ya Tanzania, ili tuweze kuikabidhi nchi yetu kwa kizazi kinachokuja ikiwa bora kuliko tulivyokuwa nayo leo. Vijana oye! Awatouma oye! Ongereni sana kwa kufanya kazi o. Na nina matumaini kwamba katika mchakato huu tutajitokeza kwa wingi ili tuweze tukashiriki katika mchakato huu wa uchaguzi. Ndugu zangu, nimalizie, nimalizie kwa kutoa shukrani sana za pekee sana kwa tume huru ya uchaguzi kupitia maafisa wa tume huru ya uchaguzi waliopo katika mkoa wetu waliopo katika majimbo yetu waliopo katika kata mbalimbali kwa kazi kubwa walioifanya ya kuweza kusimamia mchakato huo wa uchaguzi. Hongereni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Nivipongeze sana vyama vyote vya siasa kwa kuonesha ukomavu, lakini kwa kuonyesha utayari wa kufanya siasa za kistaarabu kwa kuzingatia utamaduni wa nchi yetu, lakini kwa kuzingatia sheria za uchaguzi. Hongereni vyama vyote vya siasa. Huo ndio ukomavu wa kisiasa na ndio utayari wetu sisi wadau wa siasa kufanya siasa za kitaarabu kwa maendeleo kwa maendeleo ya nchi yetu. Ninawaomba tuendelee kufanya hivyo ambavyo tumekuwa tukifanya, mpaka siku ya mwisho tunamaliza kampeni, lakini mpaka wakati wa upigaji wa kura, lakini halikadhalika kwa wakati wa kutangaza matokeo, tuendelee kuonesha ustaarabu huo wa kisiasa. Niwashukuru sana viongozi wangu wa dini, mko hapa viongozi wa dini wa dini zote, kwa ushirikiano wenu mkubwa ambao mmekuwa mkiutoa kuanzia mchakato wa kwanza wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Kwenye masuala ya kampeni, mmekuwa mkiwasii waumini wetu washiriki kwenye kampeni kwa amani na utulivu, lakini halikadhalika mmekuwa mkihamasisha waumini waende wakashiriki katika kupiga kura kuchagua viongozi viongozi wao. Ninawashukuru sana viongozi wangu wa dini. Ninawashukuru sana wazee wangu, wangu wa mkoa wa Songwe. Ninawashukuru sana machifu na viongozi wetu wa bila, nawaona machifu wangu wako hapa. Mmefanya kazi kubwa sana ya kuweza kuitumikia mkoa wa Songwe, na ndio maana sote kwa pamoja tunaona Songwe yetu ina umoja na mshikamano, lakini hali kadhalika ina amani na utulivu ya kazi ambayo mlioifanya. Lakini washukuru wadau wengine wote, wananchi kwa ujumla, kwa kuendelea kudumisha amani na utulivu, lakini hali kadhalika kwa kuendelea kuitumikia mkoa wote wa Songwe wetu wa Songwe. Niwaombe tuendelee kushirikiana katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi kilichosalia. Tuendelee kushirikiana katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi kilicho kilichosalia. Tuendelee kuhamasisha wananchi wenzetu wa mkoa wa Songwe wajitokeze kwa, kwa wingi kwenda kupiga kupiga kura. Jukumu letu bado halijaisha mpaka siku mpaka siku ya mwisho, lakini halikadhalika, viongozi kwenye ngazi ya vijiji, kwenye ngazi ya vitongoji, kwenye ngazi ya kata, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi sisi kama serikali tunao wajibu wa kuwaelimisha wapiga kura waende wakapige kura. Tunao wajibu, wajibu wa kuweza kulinda amani. Kwe tuendelee kutekeleza wajibu huu. Viongozi wa vitongoji kupitia kamati zenu za vitongoji, Viongozi wa mitaa, viongozi wa vijiji kupitia halmashauri zenu za vijiji, Viongozi wa kata, viongozi wa wilaya. Sote kwa pamoja tunao wajibu wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwaelimisha na kuwahamasisha wananchi wenzetu waende kujitokeza kwenda kupiga kura kwa amani na na utulivu. Mimi kama kiongozi wenu wa mkoa ni waahidi, nitaendelea kuwatumikia, nitaendelea kufanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, waheshimiwa wakuu wa wilaya wakurugenzi, lakini na viongozi wengine wote katika ngazi ya mkoa, hali kadhalika katika ngazi ya wilaya. Tutaendelea kuwatumikia kwa, kwa uadilifu wa hali ya juu, tutaendelea kuwatumikia kwa uweledi wa hali ya juu ili kuendelea kuwaletea maendeleo. Sisi tupo kwa ajili ya kuwatumikia nyie, kama nilivyowaambia kwamba kwa sababu nchi yetu ni ya kidemokrasia, mamlaka yetu sisi yanatoka kwenu. Sisi kazi yetu ni kuwatumikia nyie, sisi ni watumishi wenu. Wewe tutafanya kazi ya kiutumishi kuanzia ngazi ya, ya mkoa, ngazi ya wilaya, mpaka kwenye ngazi ya kitongoji kule kwa sababu sisi kama viongozi hatuna hati miliki ya busara, hatuna hati miliki ya hekima, hatuna hati miliki ya maarifa. Ili tuweze kufanya vizuri, tunahitaji kila mmoja wenu, ushirikiano wake, kila mmoja wenu akitupatia ushirikiano, wazee wetu, viongozi wa mila eh, viongozi wa dini, lakini machifu wetu, hali kadhalika, viongozi wengine wote, tukishirikiana kwa pamoja, ndipo tunapoweza kujenga mkoa wetu wa Songwe. Songwe oye oh yeah. Songwe oye oh yeah. Ndugu oh yeah. zangu niwashukuru sana wananchi wa Tunduma, nimefarijika sana kujitokeza kwenu kuja kunisikiliza kwa niaba ya wananchi wengine wa mkoa wa Songwe. Lakini niwashukuru wananchi wengine wote ambao mmekuwa mkijitokeza kusikiliza hotuba yetu kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini ndugu zangu wanahabari, ninawashukuru sana kwa kuweza kutenga muda wenu kurusha moja kwa moja mkutano wetu huu ili kuwawezesha wananchi kwa mkoa wa Songwe kuweza kutusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na tafadhali naomba tuendelee kuwapigia makofi. Ndugu zangu wa Tunduma, mimi ninawapenda sana, nitarudi tena siku nyingine kwa ajili ya kuja kufanya kazi ndani, kwa ajili ya kuja kuwasikiliza, kwa ajili ya kushirikiana nanyi katika masuala mbalimbali ya maendeleo. Kwa leo naomba itoshe kusema kwamba asanteni sana kwa kunisikiliza. Na asanteni sana kuja kushiriki katika mkutano wetu. Uchaguzi wewe. Uchaguzi wewe.